Ilianza kama siku nyingine ya kawaida. Jua lilichomoza taratibu juu ya kijiji cha Mavuno, kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na misitu ya kijani kibichi. Lakini kwa Neema, msichana mwenye umri wa miaka kumi na saba, siku hii haikuwa ya kawaida. Neema alikuwa yatima, akiishi na bibi yake mzee, Bibi Sela, aliyekuwa mchungaji wa jadi wa kijiji. Bibi Sela alimfundisha Neema kuhusu Mungu wa kweli, Mungu asiyeonekana lakini mwenye nguvu za ajabu. Hakika yeye ni Mungu. Bibi yake alikuwa akisema kila mara, hasa wakati mambo yalipoonekana hayana matumaini. Siku moja, kijiji kilikumbwa na janga kubwa. Giza jeusi lilitanda angani bila sababu. Maji yakakauka, mimea ikanyauka, na watoto wakaanza kuugua ugonjwa usioeleweka. Wachawi wa kijiji walikusanyika na kutoa kafara, lakini hakuna kilichobadilika. Ndipo Neema alipotaabika moyoni, akapiga magoti usiku mmoja chini ya mti wa miujiza ulioitwa mti wa amani, na akalia, akamwomba Mungu wa bibi yake aingilie kati. Baba, kama wewe ni Mungu wa kweli kama bibi anavyosema, jitokeze, tufunulie uso wako. Aliomba kwa machozi. Usiku ule, Neema aliota ndoto aliona moto wa ajabu ukiteremka kutoka mbinguni lakini hauchomi. Ndani ya moto kulikuwa na sauti, Neema usiogope, nimekusikia simama mbele ya watu kesho, nami nitajidhihirisha. Kesho yake asubuhi, Neema aliita watu wote wa kijiji kwenye uwanja wa wazi. Wote walimwangalia kwa mshangao. Alisimama akiwa na fimbo ya bibi yake na akasema kwa ujasiri, hakika Mungu wa kweli anaishi. Msimheshimu kwa maneno tu, nitazameni sasa. Akapiga fimbo chini kama Musa, kwa mshangao wa wote, mvua ikaanza kunyesha, mvua ambayo haikuonekana kwa miezi. Watoto waliokuwa wagonjwa walianza kucheka na kuruka, maji yakaanza kutiririka kutoka kwenye kisima kilichokuwa kikavu. Giza likatoweka ghafla na jua likamulika kama dhahabu. Wote wakapiga magoti, wakalia, hakika wewe ni Mungu. Tangu siku hiyo, Neema hakuwa msichana wa kawaida tena. Alikuwa nabii wa matumaini, akiongoza watu kwa maombi na toba. Kijiji cha Mavuno kilibadilika, si kwa miujiza tu bali kwa imani iliyo hai. Mafundisho ya hadithi. Wakati dunia yako inapoonekana imejaa giza, usiache kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu hakika, yeye ni Mungu wa kweli, wa upendo na wa maajabu.